Na mtazamaji wa Trend TV bwana, huko mitandaoni kumeanza kusambaa habari ambazo zimeanza kusemwa kwamba kwa namna moja au nyingine Harmonize na Kajala yajayo yanafurahisha. Hiyo ni moja kati ya page ambazo ni maarufu tu huko mitandaoni, wameamua kulizungumzia swala hilo kuliweka wazi kwamba yajayo yanafurahisha kuhusiana na Harmonize na Kajala. Unaambiwa kwamba uh, kuhusiana na mastaa hao wawili waliowahi kuwa ni capo ya nguvu kabisa hapa Bongo Harmonize na Kajala ya kilu, baada ya kila mmoja kufunguka ya kwake juu ya kitendo cha kukumbatiana, baada ya kusambaa kwa video ya wawili hao wakiwa wamekumbatiana katika mashindano ya soka ya Samia Cup, stories zimekuwa ni nyingi sana, na watu wengine wakaanza kuspeculate kwamba wamerudiana, japo Kajala amefanya kwa kujificha sana, japo Kajala anafanya kwa kujificha sana kwa sababu hapendi kumkera binti yake Paula ana ambapo inasemekana kwamba hataki kusikika wala hataki kumsikia chochote kuhusiana na mahusiano ya Harmonize na mamake mzazi. Unaambiwa kwamba e bwana, moja kati ya magazeti yamezungumza na kuweka wazi kwamba Kajala ambaye anasema kuwa yeye na Harmonize hawana ugomvi kwa sasa, hawana tofauti, walishazimaliza kitambo. Kitendo cha kusalimiana ni moja kati ya ubinadamu. Watu waniambie ni kosa kulisi E, ni kosa kusalimiana. Alafu pia vile vile kitu kibaya sana ni kuweka kitu moyoni. Kama watu, wali, kama watu waliisha tibuana huko nyuma na, na wakaja wakayamaliza, sioni sababu ya kuendelea kuishi na chuki. Wanasema tumerudiana. Acha waongee. Wanaosema tumerudiana acha waongee wafikiriavyo Mimi hulka yangu sio mtu wa kufuata sana mambo ya mitandao. Sijui waliongea nini maana, sijui wanaongea nini maana nishaongelewa sana. Nikifuatilia kila kinachoandikwa kuhusiana na mimi kwenye mitandao ya kijamii, nitakuwa najikondesha tu, itanitesa sana. Na pia vile vile nikifanya ni na pia vilevile vile kunifanya nibaki mifupa mitupu bila sababu za msingi. Hivyo basi sasa mimi si yapi nafasi kabisa mambo ya, kim, ya mitandaoni, alisikika Kajala akizungumza hivyo. Kwa hiyo huo ndio ujumbe wa Kajala. Anaelewa kabisa kwamba watu wameshaanza kuhisi kwamba wamerudiana kisiri, lakini hawataki kuweka bayana kwa sababu, Paula, inasemekana kwamba, ndio kipingamizi kikubwa cha mahusiano hayo na hataki kabisa kuona hawa wawili wakirudiana. Je, ukiwa kama mdau una kipi cha kuzungumza? Weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia vile vile hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.